Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Mtiririko wa pesa sio ridhisha, umesababisha barabara ya Itoni Lusitu kilomita 50 nayo kutojengwa kwa wakati. Kwa nini serikali isifikirie kubadilisha utaratibu kwa kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami ya kawaida badala ya zege ambayo ni gharama sana na inasababisha barabara hii ichelewe? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwanza tu nimkumbushe ama nimweleze Mheshimiwa mbunge kwamba tayari uh, mkandarasi tumeshamlipa tunavyoongea sasa hivi bilioni 4.7 ili aweze kuendelea na kazi. Laisi kuhusu kubadilisha usanifu, uh, Mheshimiwa Spika ni kwamba taka nimkumbushe Mheshimiwa mbunge najua anataka tu tubadilishe kwa sababu anataka barabara ijengwe haraka, lakini hii barabara imesanifiwa kwa utaratibu huu tukitambua kwamba ni barabara ambayo itahudumia na kusafirisha eh, makaa ya mawe na chuma, kwa sababu ndio itakayotoa kwenye machimbo na kuyaleta kwenye stockpile zake ambazo zitakuwa huku Njombe, kwa maana ya Itoni. Lakini pia ni eneo ambalo lina milima na miinuko na tereni yake haitaruhusu tujenge kwa barabara hiyo vingineo, utakuwa kila wakati hiyo barabara inatengenezwa. Kwa hiyo cha muhimu ni kumsimamia mkandarasi ili akamilishe kwa usanifu wa kiwango cha zege. Asante Mheshimiwa Spika.